Sehemu pekee inayokuletea simulizi kali zenye mvuto, ubunifu na uandishi wa kiwango cha juu. Kabla hatujaanza simulizi ya leo, bonyeza subscribe, washa alama ya kengele bell ili usipitwe na mwendelezo wowote wa, wa hadithi zetu. Tuambie pia unatutazama ukiwa mkoa gani, andika chini kwenye comment ujiintroduce. Tunapenda kujua familia yetu ya Swahili Movie inatoka wapi, maana bila nyinyi hatupo. Twende sasa kwenye simulizi yenye kugusa, kusisimua na kukufanya ushindwe kuacha kutazama. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Ule mzigo wa kimya uliokuwa juu ya anga ulihisiwa mpaka ndani ya mifupa. Kijiji cha Mwavuli, kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu minene, kilikuwa maarufu kwa siri ambazo wazee hawakupenda kuzitaja hadharani. Lakini leo, Siri moja ilikuwa tayari kuamka. Amina, msichana wa miaka 19, alirejea kutoka shuleni usiku mwa manane baada ya kukwama na daladala. Alikuwa akitembea barabarani akiwa na mfuko mdogo wa plastiki uliojaa vitu alivyovinunua dukani. Kila alipokanyaga ardhi, udongo ulisikika kana kwamba unavuta pumzi. Upepo ulibeba harufu ya vitu vilivyooza, harufu ambayo hakuwahi kuisikia kabla. Amina alifika nyumbani kwao, aliwasha taa, ikawaka lakini ikatetemeka kama moyo wa mtu mwenye hofu. Alipofungua mfuko wake, aligundua kitu cha ajabu. Kulikuwa na pedi moja ya ajabu iliyokuwa haijanunuliwa na yeye. Haikuwa na rangi ya kawaida ya maduka, ilikuwa nyeusi nyeusi kama makaa, lakini iliangaza kama ilivyopakwa mafuta ya damu. Amina alitetemeka, alitupa kitu kile ndani ya pipa la taka. Lakini mara tu alipozima taa na kujiandaa kulala, alimsikia mtu akinong'ona, hiyo si yako, hiyo ni sadaka. Siku iliyofuata ilianza kukinga mzito. Amina aliamka na kukuta mlango wa chumbani kwake umewekwa alama iliyochorwa kwa udongo mwekundu. Alama hiyo haikuwa kama zilizozoeleka, ilikuwa ya mvilingo wenye mistari minne, kila mstari ukiishia kwenye kilele kilichofanana na meno. Mama yake alipotaka kuifuta, udongo uliendelea kung'ang'ania mbao kama gundi. Amina alianza kusikia sauti usiku, sauti za wanawake wakilia, wakitaja maneno yasiyoeleweka na mara nyingine wakimwita kwa jina lake, Amina, amka, sadaka haijakamilika. Alijaribu kulala kwa taa bila matokeo. Kila akigeuka, aliona pedi ile nyeusi pale pale pembezoni mwa kitanda, ilhali alitupa jana. Sasa ilikuwa imejaa alama za damu, kana kwamba mtu au kitu kilitumia kwa tendo la ibada. Amina Alianza kuchanganyikiwa aliamua kumtembelea mzee Yusuf, mtabiri wa kijiji. Mzee huyo alipotazama pedi ile, alitetemeka na kuikabidhi kwa haraka, kana kwamba imemchoma. Amina, wewe umeingia kwenye mchezo mbaya. Huo si pedi, ni hirizi ya kafara. Hupeo mtu bila sababu. Ukiona imeletwa kwako, basi mtu aliyetaka kuikabidhi kwa mwingine Alikufa kabla ya kukamilisha kafara. Amina alihisi damu ikikoma sambaa mwilini. Mzee Yusuf aliendelea. Kafara ya pedi ni ibada ya zama iliyoletwa na wanawake wawili wachawi walioishi porini. Walitumia pedi kama chombo cha kukusanya damu ya roho ya mwathirika. Mtu akishaitumia pedi hiyo, roho yake hushikwa. Amina alianguka chini, machozi yakimtiririka. Anafanya nini ili kuondokana nayo? aliuliza kwa kutetemeka. Mzee huyo alikwepa macho yake. Hakuna anayeikwepa, ila anayeikataa lazima akabiliwe na yule anayeikusanya. Amina, nani huyo? Mzee akasema pole pole kwa sauti iliyopotea kwenye upepo, mkusanyaji wa kafara. Usiku uliofuata ulikuwa mbaya kuliko yote. Amina aliposimama mbele ya kioo, aliona kivuli cha mwanamke nyuma yake, mwenye macho mekundu na nyao zilizovuja damu. Mwanamke huyo alionekana kubeba pedi ile, akiifinya kwa nguvu, kana kwamba anatengeneza kitu ndani yake. Kila sauti ilionekana ndani ya nyumba ilimuita Amina kwa jina lake: Amina, amka, tunahitaji damu yako, kamilisha kafara, au tukuchukue sisi. Amina alikimbia nje kwa nguvu, lakini kila alipoangalia nyuma, nyumba yake ilikuwa tofauti. Milango imeoza, paa limedondoka na ndani kulikuwa na mwanga wa moto mwekundu. Hapo ndipo alipojua. Ulimwengu wa kawaida haupo tena. Amina alikaa katikati ya barabara ya kijiji ikilia, wakati kivuli cha mwanamke ule kilitokea mwilini mwake kama moshi mweusi. Amina alijaribu kutamka dua, lakini ulimi wake ulilegalega. Mwanamke huyo akasema, sadaka haikukusudiwa wewe, ilikuwa ya dada yako aliyekufa zamani, lakini alipokufa kabla ya muda ulirithi deni lake. Sasa chagua. Kivuli kikampa chaguo mbili: aidha kukamilisha kafara kwa kutoa doni la damu yake mwenyewe, au kujirunga na wanawake wa giza kama roho iliyofungwa milele. Amina alilia, sitajitoa, sitatoa damu yangu. Kivuli kikacheka kicheko kilichofanya ardhi kutikisika kwa hawa. Asubuhi iliyofuata watu wa kijiji walipata habari kwa amina hakuonekana tena. Lakini jambo la ajabu zaidi lilikuwa moja. Kwenye mlango wa nyumba yao kulikuwa na pedi ile ile nyeusi, ikiwa sasa imekauka kabisa, kana kwamba imekamilisha kazi yake. Lakini chatisha zaidi ni kwamba kila usiku watu wa kijiji wapa wanamwona msichana mwenye sauti kama ya Amina akitembea kando ya nyumba, akisema, sadaka haijakamilika bado, nataka roho nyingine . Kijiji cha Mwavuli kilikuwa katika hali ya taharuki. Habari za kupotea kwa Amina zilienda kasi kuliko upepo. Wazee walikaa kivulini, chini ya mti wa mkuyu, wakinong'ona maneno ambayo hawakuthubutu kuyasema hadharani. Kafara imerudi, imekuja kutafuta roho nyingine. Msinyoshe vidole, giza liko macho. Jioni hiyo mama yake Amina Bizuhura alikaa chumbani akishika kanga yake kwa nguvu, akilia kimya kimya. Alikuwa ameishi na binte mmoja tu kwa miaka mingi. Kupotea kwa Amina kulimvunja moyo kuliko maelezo. Lakini angali pale akiendelea kulia, mlango wa chumba ulifunguka taratibu bila mtu kuusukuma. Hewa ya baridi kali iliingia ndani ya nyumba. Bizuhura alinyanyua kichwa taratibu. Akaona kitu kilichoifanya moyo wake kulia kwa sauti. Pedi ile nyeusi, ile ile ya giza, ilikuwa imetua juu ya meza, ikiwa imenyoka vizuri, kana kwamba mtu ama roho aliileta hapo kwa heshima. Nani nani ameileta hii hapa? aliuliza kwa kutetemeka. Hakuna aliyojibu lakini sauti, sauti iliyokufa, sauti ya mbali, ilijibu kupitia ukutani. Mama, bado sijarudi usiku. Ulifanya kamzito kuliko ule uliopita. Kila mtu kijijini alifunga milango yao kwa mapema, wengine wakikaa na mishumaa, wengine wakisali, wengine wakijaribu kupuuza taarifa zilizoenea, lakini giza lilikuwa na mpango wake. Kwenye njia ya kuelekea msituni, mzee mmoja aliyekuwa akirudi nyumbani aliona kitu kikipita haraka juu ya upepo. Sio mtu, sio mnyama ilikuwa ni kivuli chenye umbo la mwanamke kikisogea juu ya ardhi bila kugusa. Kivuli kilipogeuka, mzee yule aliona sura ya Amina, sura isiyo na macho, ila mashumo meusi yaliyokuwa yanasogea kama matundu ya moto unaowaka chini ya ardhi. Alipiga kelele, akaanguka, lakini kivuli kile kilitembea juu yake kikimnong'oneza, usithubutu kunizuia, kafara haijatosha. Siku iliyofuatia mzee yule alipatikana akiwa mchanganyikiwa, akitetemeka, akiimba pedi, pedi, pedi, ilitaka damu yangu. Hapo ndipo wazee wa kijiji wakajua roho ya Amina haikuwa tu imepotea, ilikuwa imefungwa. Bi Zuhura aanza kupata ishara alipokuwa amekaa kitandani, macho yake akiwa amekundu kwa kulia alihisi mtu akimpapasa begani, alipoangalia, hakukuwa na mtu lakini, kwenye kioo kilichokuwa ukutani, aliona sura ya Amina ikimwombelea kupitia nyuma yake. Amina hakuonekana kama mwanadamu tena, alikuwa mweupe wenye mikono miembamba sana, na kwenye kifua chake kulikuwa na alama ya duara lile lile la kafara. Mama, mama, sauti ile li lilia, nirudishe kabla hawajanichukua kabisa. Bizuhura lilia, nikusaidieje mwanangu? Niambie, niambie nini nifanye? Kivuli cha Amina kikakaribia kioo, kikamnyoshia mkono na sauti ikasema, tafuta aliyeanza kafara, yeye ndiye anayenishikilia. Bizuhura alitetemeka, aliyeanza ni nani? Kioo kikalipuka, kikatoka moshi mweusi nawe moshi huo ukaandika neno moja Yusuf. Bizuhur alikimbia kuelekea nyumba ya mzee Yusuf huku machozi yakimdondokea kama mvua nyembamba. Alipofika mlango ulikuwa wazi, lakini ndani ilikuwa kimya kimya, pita kawaida. mzee Yusuf, mzee Yusuf, aliita. Hakuna aliyoliibu lakini ndani ya nyumba kulikuwa na vitu visivyo vya kawaida: mishumaa nyeusi iliyoyeyuka kwa nusu Uchoraji wa duara la kafara sakofuni na katikati pedi nyepesi iliyokuwa imepakwa damu. Mzee Yusuf aliibuka kutoka nyuma ya pazia, sura yake ikiwa haina nguvu, macho yake mekundu kana kwamba hakulala siku tatu. Bizuhura ulikuja kwa wakati mbaya sana, alisema kwa sauti dhaifu. Lakini nadhani ulikuja kwa sababu moja tu. Bizuhura alilia. Umemchukua mwanangu. Kwa nini? Kwa nini Amina? Mzee Yusuf akafumba macho. Hiyo kafara ilikuwa haikumlenga yeye, ilikuwa imelengwa kwa binti mwingine wa ukoo wenu miaka mingi nyuma, lakini kifo kilipokuja kabla ya ibada kukamilika, deni lilibaki. Bizuhura alipiga kelele ya uchungu, nipe mwanangu, nipe Amina yangu, nitafanya chochote. Mzee Yusuf akasema polepole, unaweza kumrudisha, lakini lazima ubebe laana ambayo yeye angebeba Amina inabidi aachiliwe na wewe uchukue nafasi yake. Bizuhura alitetemeka, moyo wake ukipiga kama ngoma ya kifungo. Akauliza kwa sauti ya kutetemeka, laana ya nini? Nuru ya mshumaa ilimwangazia Mzee Yusuf usoni, macho yake yakatulia kama mtu aliyekato tamaa ya uhai. Alimwangalia moja kwa moja usoni, akasema laana ya kafara. Mara ghafla, upepo mkali ulivunja dirisha. Moshi mweusi ukaingia ndani, na sura ya Amina ikaonekana juu ya duara la kafara, macho yake yakilia damu. Bizuhura alipiga kelele, Amina mwanangu! Amina akasema mama, chagua haraka, wananikata mama, mama niokoe. Bizuhura akafanya kitu ambacho hakutarajiwa, alichukua pedi ile nyeusi, akaikumbatia kifuani akasema, kama sadaka ni lazima, basi ni mimi Amina aachiwe. Giza lilizama kama ziwa. Pepo wa kafara wakapiga kelele ya furaha, mwanga ukazima, na dakika chache baadaye Amina alianguka sakafuni akiwa mzima, akilia, akipumua, akiangalia pande zote, lakini mama yake hakuwapo tena. Kwenye kona ya chumba, pedi ile nyeusi ilikuwa imenyooka, ikiwa imepata mwenye laana mpya